Karibu sana kwenye Pesa Vibe, mahali unapojifunza namna ya kuboresha maisha yako kwa maarifa ya pesa, motisha na maendeleo binafsi. Leo tunaongelea jambo nyeti, hofu ya kuanza tabia mpya. Umewahi kujikuta ukitaka kuanza mazoezi, kusoma kila siku, au kuweka bajeti, lakini kila ukijaribu, kuna hofu fulani na kuzuia? Usijali, si wewe pekee. Katika video hii tutachambua kwa kina sababu za hofu hiyo, namna ya kuishinda na tutatumia pia tafiti za kisayansi kuthibitisha mbinu hizi. Hofu ni nini? Hofu ni hisia ya kawaida inayokuja pale tunapokutana na kitu kipya au kisichojulikana. Kisaikolojia, hofu huanzia katika sehemu ya ubongo iitwayo amygdala. Hii ndiyo inahusika na fight or flight response. Rejea ya kisayansi kulingana na utafiti wa LeDoux mwaka 1996 amygdala huamsha mwitikio wa hofu hata kabla akili yako ya mbele prefrontal cortex, haijapata muda wa kuchambua mantiki. Hii inaeleza kwa nini tunaweza kuwa na wasiwasi hata kabla hatunyanza jambo lolote. Kwa hiyo hofu si adui, ni ulinzi wa asili, lakini tukiamini kupita kiasi, inatuzuia maendeleo. Kwa nini tunaogopa kuanza tabia mpya? Sababu kuu ni hizi: Moja, woga wa kushindwa. Mbili, hofu ya hukumu ya watu. Tatu, ukosefu wa kujiamini. Nne, kutokuwa na uhakika wa matokeo. Tano, mabadiliko ya utambulisho identity conflict. Dr. Carol Dweck mwaka 2006, anasema watu wenye fixed mindset huona kushindwa kama ishara ya udhaifu wa kudumu. Hii huwafanya waogope kujaribu tabia mpya kwa hofu ya kuonekana hawafai. Mbinu za kuisambaratisha hofu: Moja, kubadilisha mtazamo mindset shift: don't aim to be perfect Aim to be consistent. Badala ya kufikiria lazima nifanikiwe mara moja, fikiria nitajifunza hatua kwa hatua. Dweck 2006 anasema growth mindset inasaidia mtu kukubali mchakato wa makosa kama sehemu ya ukuaji. Mbili, anza kwa kidogo, Tiny Habits. BJ Fogg, mtaalamu wa tabia, katika kitabu chake Tiny Habits 2019, anasema tabia mpya hazihitaji nguvu nyingi, zinahitaji mwanzo mdogo ulio rahisi. Mfano, badala ya kusema nitakimbia kilomita tano kila siku, anza kwa kuvaa viatu vya kukimbia tu kila asubuhi. Hii hujenga mwendelezo momentum. Tatu, tengeneza mazingira rafiki. Willpower ni mdogo, mazingira yana nguvu zaidi. James Clear katika Atomic Habits kitabu cha mwaka 2018 anaeleza kuwa mazingira yanaweza kuvuruga au kuimarisha tabia mpya. Mfano, kama unataka kusoma zaidi, acha simu chumbani na weka kitabu mezani karibu na kitanda. Nne, fanya implementation intention watu wanaopanga nini watafanya lini na wapi wana nafasi kubwa ya kufanikiwa. Tafiti za Gollwitzer 1999 zinaonyesha kuwa kupanga kwa undani, mfano, nitakula saladi saa moja jioni kila siku, huongeza nafasi ya kutekeleza tabia mpya kwa zaidi ya asilimia 90. Tano, shirikisha watu au jamii tafiti za American Psychological Association zinaonyesha kuwa watu wanaopata usaidizi kutoka kwa wenzao hufanikiwa zaidi. Tafuta mtu wa kukusimamia au kikundi cha kusaidiana. Sita. Rejea ushindi mdogo. Success builds confidence Rekodi kila hatua ndogo uliyofanikiwa, hata kama ni siku moja tu ya kufanya tabia hiyo. Hii hujenga motisha na huondoa hofu ya kuisha milele. Hebu tuangalie mafanikio ya watu walioshinda hofu. Mfano wa kwanza, JK Rowling. Aliogopa kuchapisha kitabu chake, alikataliwa mara kumi na mbili kabla ya Harry Potter kuwa mafanikio makubwa duniani. Mfano wa pili, Thomas Edison Alisema, si kushindwa mara elfu moja Niligundua njia elfu moja ambazo hazifanyi kazi. Wote walishinda hofu kwa kuendelea hatua kwa hatua, si kwa kutegemea hisia za kujiamini pekee. Hatua za haraka unazoweza kuanza: moja, chagua tabia moja unayotaka kuanza. Mbili, ianze kwa toleo dogo sana, tiny habit. Tatu, weka muda na mazingira yake wazi. Nne, shirikisha mtu au andika kwenye daftari. Tano, sherehekea kila hatua ndogo. Kumbuka, hofu si ishara ya udhaifu, ni wito wa kuchukua hatua. Unapoitambua, una nguvu ya kuibadilisha. Usiogope kuanza polepole pole. Cha muhimu ni kuanza. Kama umejifunza kitu leo, tafadhali like, subscribe na comment hapo chini. Ni tabia ndogo ambayo inasaidia chaneli hii kukuza maarifa haya kwa wengine pia. Hadi mara nyingine, endelea kubadilika, endelea kuwa bora. Hii ni PesaVibe.